Hii ni kitu natamani unisikie kwa masikio yako yote manne. Yani nisikie kwa masikio ya nje na unisikie kwa masikio yako ya ndani. Jifunze kusimama mwenyewe. Jifunze kupigana mwenyewe. Maana katika majira yaliyowekwa na Mungu, uko wakati lazima utabaki mwenyewe. Yani hata ujipange vipi kutokupoteza watu. Kuna wakati kwa sababu hata usizozielewa wataondoka na watakuacha. Hii ndio sababu kuna mahali maandiko yanasema maneno kama ujapopita kwenye moto au maji mengi kugarikisha Mungu mwenyewe anaahidi atakuwa pamoja na wewe. Aongelei wingi, anaongelea mmoja, kwa maana ya kwamba fanya ufanyavyo, hizi nyakati zikifika zimefika na lazima utembee mwenyewe. Acha kutafuta sababu za kwa nini umeachwa mwenyewe. O, oh, watu wameenda wapi? Ni nyakati ambazo kwenye maisha ya kila mwanadamu mwenye mwili lazima zitokee. So jiandae kiroho, ili zinapofika nyakati kama hizi, Mungu akupatie neema ya kutambua uwepo wake katikati ya mapito yote. Amen, Mungu akusaidie.